Baba yangu na Mungu wangu ketia mbinguni mahali pa juu sana palipoinuka, ninakushukuru Mungu wangu, wewe mweza wa yote. Asante Bwana kwa neema na kibali ulichoweza kunipatia tena siku ya leo. E Bwana, ninakushukuru kwa kuniamsha nikiwa mzima wa afya Bwana. Asante Yesu wangu, asante Baba yangu. Najua si kwa mapenzi yangu Bwana, bali ni kwa mapenzi yako Asante kwa kuwa pamoja nami e Bwana, ninakushukuru Yesu kwa kunilinda na kunitunza. Asante Bwana kwa neema yako na kibali chako, umekuwa pamoja nami Bwana, umenilinda, umenitunza. Yesu ninakushukuru Baba, ninasema asante, asante kwa wema wako na fadhili zako Bwana. Asante kwa huruma zako zisizokoma katika maisha yangu Bwana. Ninakushukuru Yesu kwa maana umekuwa pamoja na mimi usiku mzima, umenitunza na kunilinda mikononi mwako Bwana. Sio kwamba mimi ni bora sana kuliko wengine, ni neema yako tu Bwana iliyonifadhili, ni neema yako tu Bwana iliyokuwa upande wangu umeniwezesha Bwana siku ya leo kuuona wema wako, umeniwezesha Bwana kuziona fadhili zako asubuhi ya leo, umeniwezesha kuuona mkono wako Bwana asubuhi ya leo. Bwana ninaziimba fadhili zako asubuhi ya leo, ninauimba wema wako asubuhi ya leo. Bwana ni kwa sababu ya uzuri wa utakatifu wako, ni kwa sababu ya uzuri wa wema wako juu ya maisha yangu Bwana. Pokea sifa na heshima Yesu, uweza na mamlaka vina wewe, Mungu wangu. Ninakuabudu Bwana, ninakutukuza, kwa maana wewe ni Mungu mwema. Umenipigania na kunitunza Bwana nilipokuwa nimelala. Nililala kama mtoto mdogo, lakini wewe Bwana ulikuwa upande wangu. Nililala kama mfu, lakini wewe Yesu umeniamsha nikiwa mzima wa afya, tena salama. Asante Bwana kwa pumzi ya uhai ulioachilia ndani mwangu. Asante Bwana kwa kuniamsha nikiwa mwenye afya njema na akili njema. Bwana ninakushukuru mungu wangu na baba yangu, uweza na nguvu vina wewe, Jehova. Asante Kristo, asante Baba, asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako Bwana, asante kwa utukufu wa uweza na nguvu zako, Jehova. Ninakushukuru Bwana kwa kuniamsha salama, mimi na familia yangu. Umetutunza na kutulinda Bwana usiku mzima, katika mabaya yote yaliyoinuka, wewe Bwana ulikuwa upande wetu. Umetupigania Bwana na kututetea, Yesu tunasema asante. Mimi na familia yangu Bwana tunakuja kwa mioyo ya unyenyekevu, tunakushukuru Mungu wetu na baba yetu kwa wema wako Bwana na fadhili zako. Tunajua ni wewe uliyekuwa pamoja nasi Bwana. Tunajua ni wewe uliyekuwa pamoja nasi Yesu wetu. Asante Bwana, asante Yesu. Asante kwa kunihifadhi Bwana mimi na familia yangu. Asante kwa kunilinda mimi na familia yangu e Bwana. Ninakutukuza Yesu, ninakuinua. Ninalibariki jina lako Bwana, ninaliinua asubuhi ya leo. Ninakutangaza Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Umenipa asubuhi iliyo njema Bwana, asubuhi iliyojaa baraka nyingi kutoka kwako. Ninakushukuru Bwana kwa kunipa siku mpya iliyojaa neema nyingi na kibali kingi Bwana kutoka juu mbinguni. Asante Bwana kwa neema hii ulionipatia Yesu. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Ninakushukuru Yesu, ninaziimba fadhili zako asubuhi ya leo, ninaimba sifa zako asubuhi ya leo Bwana. Ninakuabudu, ninakuinua, ninakupa sifa zote, kwa maana wewe ni Baba yangu na Mungu wangu, wewe ni kimbilio la maisha yangu, wewe ni sababu ya uhai wangu. Hakuna kama wewe Yesu kwenye maisha yangu, hakuna kama wewe Bwana Yesu ninakutukuza ninakuinua Bwana, wewe ni Mungu mwema mzuri sana kwangu. Ninakupenda baba yangu na Mungu wangu, pokea sifa za moyo wangu Bwana, pokea sifa za moyo wangu Yesu, pokea sifa zangu asubuhi ya leo Bwana, pokea sifa zangu Bwana siku nzima ya leo Yesu, kwa maana ni wewe tu unastahili baba yangu na Mungu wangu ni wewe tu kimbilio la maisha yangu, ni wewe we tu msaada wangu na stahili Bwana. Umekuwa nami Bwana, mimi pamoja na familia yangu umetutunza Yesu. Tulipolala Bwana ukutuacha Yesu tuangamie, ukutuacha tumezwe na adui. Ulikuwa upande wetu Bwana, mabaya yote yaliyoinukawo Bwana ulitupigania na kutuwezesha. Asante Bwana, asante Yesu, asante Mfalme. Ninakushukuru Bwana, pokea sifa na uweza. E Bwana, asante kwa siku nzuri, asante kwa watu wazuri utakaonipa siku ya leo Bwana. Asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa ajili ya kila kitu Bwana nitakachoenda kukitumia siku ya leo nina kushukuru ajili ya kazi za mikono yangu. Ninasema asante kwajili ya familia yangu. Ninasema asante kwajili ya utumishi ulioachiria ndani yangu Bwana. Ninasema asante kwaajili ya ndugu zangu wa kike na wa kiume. Ninasema asante kwaajili ya watoto wangu ulionipa Bwana. Asante Bwana kwaajili ya ndoa yangu. Asante Bwana kwaajili ya mambo yote unayonitendea. Ninakushukuru Bwana hata kwa ajili ya biashara yangu Yesu, asante Bwana, asante Mungu wangu. Ni mkono wako tu Bwana na rehema zako, sifa heshima, uweza vyena wewe Bwana. Ninakutangaza Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe Bwana. Ama Bwana, wewe ni baba wa mababa, wewe ni Bwana, ama Bwana wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni mfalme wa falme, niko ambaye niko uliyeko na utakaendelea kuwako. Wewe ni Alfa na Omega, yani mwanzo na mwisho. Hakuna kama wewe Yesu, duniani na mbinguni, jina lako lina nguvu Bwana. Ninatangaza sifa zako asubuhi ya leo, ninatangaza ukuu wako na nguvu zako Bwana, ninakutangaza Yesu kwenye maisha yangu. Bila wewe mimi si chochote Bwana, bila wewe mimi si lolote Yesu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Yesu, ni wewe tu mfalme wa falme. Ukitoka wewe ndani yangu Bwana, mimi sina maisha. Ninakuabudu Bwana, ninakutukuza Mungu wangu na Baba yangu. Asante Bwana, asante Yesu asante jehova asante mungu wangu ninakuinua bwana ninalibariki jina lako wewe bwana umeinuliwa hakuna kama wewe yesu asante bwana asante yesu sifa na heshima bwana ninakuinulia wewe yesu yesu ninakutukuza ninakubariki mungu wangu unastahili bwana unaweza mambo yote Ninakuja mbele zako Bwana kuzitangaza rehema zako siku ya leo Bwana. Neema zako na kweli nitaziimba Bwana, asubuhi, mchana, jioni na usiku. Baba, ninaomba unirehemu mimi mwanao Yesu, nilipokosa kwa kujua ama kwa kutokujua. Ninasogea mbele zako, naomba rehema zako Bwana, nioshe nisafishe kwa damu yako takatifu. Ondoa makosa na dhambi zote ndani yangu Bwana. Ondoa makosa na udhalimu wote ndani yangu Yesu, nisafishe Bwana, nire Mungu wa mbinguni. Ninaleta moyo wangu ukiwa wazi mbele zako Bwana. Wewe Yesu, angalia moyo wangu Bwana, uone kama iko njia ambayo haikupendezi ili unirekebishe na kuniondolea kila ambacho kinanirudisha nyuma Yesu, katika maisha yangu Baba ni rehemu. Yesu nitakase, mfalme wa falme nitakase, nisafishe Bwana ni rehemu. Mungu wangu nitakase, mfalme wa falme. Yesu ninaomba unirehemu mimi pamoja na familia yangu nirehemu mimi pamoja na kila kilicho changu. Yesu, mipango yangu, ninaomba rehema kwenye mipango yangu, naomba rehema kwenye kila nachokifanya. Bwana, ninaomba rehema kwenye kazi za mikono yangu. Yesu, ninaomba rehema. Bwana, ninaomba unirehemu. Mungu wangu na baba yangu, nirehemu baba yangu na Mungu wangu ndoa, kila namna yote ya udhalimu ndani yangu siku ya leo Bwana, ninazitangaza rema zako, acha rema zako zikanitetee Bwana, acha rema zako zikasimame badala yangu, Yesu, acha rema zako zikasimame mahali ambapo sikustahili Bwana. Rema na neema, Bwana, zikaambatane pamoja nami Yesu ninakualika Bwana, ninakualika Mungu wangu, uwepo wako na nguvu zako zikawe juu yangu Bwana. Usinipungukie, Mfalme wa falme, usiniache Baba. Roho Mtakatifu, na kukabidhi maisha yangu, ninaomba wewe ukaniongoze, wewe ukanitawale, wewe ukanisaidie, wewe ukaniimarishe, Bwana siwezi jambo lolote pasipo wewe. Ndio maana mimi nimekuchagua wewe, ndio maana mimi nimechagua nime kwanza na wewe siku yangu ya leo. ndio maana mimi nimechagua kwanza na wewe baba yangu na Mungu wangu, wewe uliye chanzo cha uhai wangu, wewe uliye pumzi ya uhai wangu, nimekuchagua wewe siku ya leo. na siku zote za maisha yangu, nimekuchagua wewe Bwana, ingilia kati mipango yangu mahali popote nitakapoonesha udhaifu, wewe Bwana ingeria, Yesu nisaidie, tangulia mbele yangu Bwana, niongoze mfalme, niongoze Bwana. Mimi siwezi jambo lolote, siwezi neno lolote, Bwana siwezi jambo lolote. Jehova Yesu nisaidie, Roho Mtakatifu nisaidie, niongoze kwa nguvu zako na uweza wako. Tawala Bwana kazi za mikono yangu. Tawala biashara yangu hii, naikabidhi kwako Yesu. Tawala familia yangu hii, ninaikabidhi mikononi mwako Bwana. Tawala watoto wangu hawa Bwana. Tawala ndoa yangu hii Yesu. Tawala Bwana. Tawala kazi za mikono yangu, mipango yangu yote Yesu. Tawala. Tawala Mungu wangu na Baba yangu, ninakupa kila kilicho changu wewe utawale, mimi nipungue, wewe Yesu uongezeke, mimi nipungue, wewe Bwana uongezeke kwenye maisha yangu, uongezeke kwenye biashara yangu, uongezeke kwenye uchumi wangu, uongezeke kwenye huduma yangu, uongezeke kwenye kipaji changu ongezeke Bwana, kwenye kila ninachokifanya Yesu ongezeke. kwenye fedha yangu ongezeke Bwana, mimi nipungue kwenye maeneo yote wewe uongezeke Bwana. Najua wewe ukiongezeka mimi nitakuwa salama, maana uwepo wako ndiyo maisha yangu Bwana, uwepo wako ndiyo salama yangu mimi Bwana. Tawala Bwana siku nzima ya leo, tawala maisha yangu yote, tawala kila nitakachokigusa, ili mimi niwe salama mikononi mwako, niwe salama kwako Bwana. Niongoze, nisaidie Yesu, nisimamishe, niimarishe tena kwa mkono na kwa nguvu zako, nikazione baraka zako na neema yako kupitia uwepo wako Bwana ninauleta moyo wangu mbele zako Bwana, uko wazi wewe. Bwana ukaongezeke, mimi nikapungue. Wewe Yesu ukajae sana ndani yangu, wewe Bwana ukajae sana ndani yangu, ukaongezeke zaidi na zaidi, mimi nipungue, wewe uongezeke. Bwana niongeze Bwana katika neema yako na kibali chako Yesu nisaidie Bwana, niongoze mfalme wa falme niongoze, nikazione baraka zako na nguvu zako Bwana, nikakuone Yesu wangu siku ya leo, kwenye kila nitakachokifanya, Bwana, wewe Yesu ukawe pamoja nami. Yesu, ni ahadi yako Bwana ya kwamba marango yangu yatakuwa wazi daima. Na mimi siku ya leo Bwana, kama lilivyonena neno lako Bwana katika kitabu cha Isaya sura 60 na ule mstari wa kumi na moja, malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao na mimi Bwana kupitia neno hili Bwana kupitia kifungo hiki Yesu, najiungamanisha na neno lako Bwana ya kwamba siku yangu ya leo, malango yangu yatakuwa wazi ili Bwana watu wapate kuniletea utajiri wa mataifa na wafalme Bwana wakiongozwa pamoja nao. Yesu, ninaomba malango yangu yakawe wazi ya, ya biashara yangu, nikapate watu Bwana wengi, ukaniletee wateja wengi Bwana kwenye kila nitakachokifanya Yesu kwa ajili ya maisha yangu na uchumi wangu Yesu nisaidie Bwana nisaidie, ninakuhitaji wewe tu Bwana ukaingilie kati kila kilicho changu Yesu ukaniongoze na kunisaidia Bwana ukasimame malangoni pangu, Yesu ukasimame kwenye malango yote Bwana ya maisha yangu, lango la uchumi wangu likawe wazi, lango la fedha zangu Bwana likawe wazi. Yesu wewe we, ukamiliki Bwana ukaniongoze, ukaniletee watu. Asante Bwana kwa maana naamini siku yangu ya leo imejaa baraka nyingi kutoka kwako Bwana, siku yangu ya leo imejaa baraka nyingi Yesu. Na mimi nitaenda kuona wema wako na fadhili zako, kwa maana ni ahadi yako Bwana ya kwamba wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu. Na mimi nimechagua kukaa nyumbani mwako Bwana, nimechagua kukaa mahali palipo salama mikononi mwako Yesu. Baba nisaidie Yesu, nisaidie niongoze. Bwana ninaomba ulinzi wa siku nzima Yesu, ninaomba kwa ulinzi kwenye maeneo yote ya maisha yangu, mimi pamoja na familia yangu. Tumekuchagua wewe uwe mlinzi wa maisha yetu. Yesu, tunaomba utulinde. Bwana, tunajifunika mikononi mwako kwa damu yako takatifu, maisha yetu yakahifadhiwe na wewe. Vinywaji na vyakula tutakavyoenda kuvitumia siku ya leo, tunavibariki katika jina la Yesu Kristo. Vyombo vya usafiri tutakavyoenda kuvitumia Bwana, siku ya leo, ninavifunika kwa damu yako takatifu na katika jina la Yesu Kristo. Baba, niongoze, nisaidie siku yangu ikajawe na nguvu nyingi kutoka kwako, baraka nyingi zikawe juu yangu. Bwana, uweza wako Bwana ukambatane pamoja nami, jeshi lako la malaika lililoko zamu kwa ajili yangu na familia yangu likatende kazi siku ya leo Bwana. Yesu tulinde na ututunze tufunike, kwa uweza na kwa nguvu zako Bwana tuna kataro za ajali nina kataro za ajali kwenye maisha yangu na familia yangu katika jina la Yesu Kristo. Baba tuhifadhi, Yesu tuhifadhi kwa ajili ya utukufu wako na uweza wako. Asante Bwana, asante Yesu, kwa maana ndani yako tuko salama, tuko salama Yesu, niko salama Bwana. Asante Bwana, asante Yesu wangu, ninakushukuru Mungu wa mbinguni. Niongoze, nisaidie Bwana, niwezeshe. Ninakabidhi kila kilicho changu mikononi mwako, ninakabidhi siku nzima mikononi mwako, nakabidhi mipango yangu mikononi mwako, nakukabidhi wewe Bwana mikononi mwako maisha yangu na kila kilicho changu vikatunzwe na kuhifadhiwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya maombi haya. Asante, Mungu wangu na baba yangu, kwa maana wewe ni mwema. Nitaenda kuona wema wako na fadhili zako. Maombi yangu Bwana, ninaamini yamefika mbele zako. Na wewe Bwana, utanijibu sawa sawa na mapenzi yako. Asante Bwana, nitaenda kuona wema na fadhili zako. Pokea sifa na heshima. Uweza na nguvu vinawe Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen.